Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu ametuma ujumbe mzito kwa Watanzania tena leo. Habari za mda huu na wakati huu, mtazamaji wetu wa Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe, kisha alama ya kengele. Mwenyekiti wa Chadema anayeendelea kushikiliwa kura gerezani kwa makosa ya uwaini Tundulisu ametuma ujumbe mpya kwa Watanzania. Tundulisu ametuma ujumbe huo kupitia kwa mwenyekiti wa kanda ya Nyasa ya Chadema Joseph Mbilinyi almaarufu Sugu, ambapo sugu kupitia Instagram yake ameandika ya namnukuu: ndio natoka kumtembelea mwenyekiti wetu Lisu gerezani Ukonga kama alivyoniagiza pale makamani juzi tumezungumza mambo mengi ya chama na nchi. Yuko imara sana, na amesema yuko tayari kuwa wa mwisho kutoka gerezani mpaka wafungwa wengine wote wa kisiasa nchini wachiwe huru bila masharti yoyote. Kwanza mtazamaji wangu, huo ndio ujumbe mpya wa tundulisu kutoka kwa Joseph Mbilinyi, ambapo yuko tayari kuwa wa mwisho kutoka gerezani mpaka wafungwa wote wa kisiasa wachiwe huru bila masharti yoyote. Hakika huu ni ujasiri mkubwa. Kwa lolote juu ya kauli hii tuandikie hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Mganyezetudouta wa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere <tune> Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media together everywhere.